Twende kwa Ali Bakari. Ali Bakari, hapa mada ambayo nimekusafishia njia ni ya kocha wa namna gani anafaa kufundisha Simba. Najua kuna mashabiki wa Yanga, nawa waulize wanadhani kocha wa namna gani anastahili kufundisha Simba? Yes, asante sana Filipo Siprian, nimekupata vizuri kabisa. Uh, sisi kwanza tumeamkia eneo la Mabibo mwisho. uh, kwa wenyeji wa Mabibo, ukitokea upande wa external, unaweza kaona hii barabara inakwenda kule inatokezea external. Ukija uh, uki, hapa ukikunja hapa unakwenda moja kwa moja Mabibo sokoni. uh, sasa hapa pembeni hapa ndio kuna kijio cha magazeti na tupo pembezoni kabisa mwa barabara uh, inayoenda mpaka Kigogo huko. uh, hapa bwana kuna kijio hiki cha magazeti ambacho ndio kimewakusanya watu hapo, lakini sio tu kijiwe cha magazeti, kuna kijiwe pia cha kahawa. Kwa hivyo asubuhi watu huwa wanakuja hapa kupata kahawa. Sio tu kahawa lakini ya, kuna maeneo ya kupata supu kidogo ukitaka uh, kuchangamsha tumbo basi unapata hapo. Hayo yote yanapatikana eneo hili. Filipo Sipriani na jopo lako la wachambuzi, nimekusikia vyema ukiwauliza hapo wenzako ya kwamba ni kocha wa aina gani anapaswa kuwepo Simba, ama kuja pale Simba Sports kila mmoja amejibu vile ambavyo yeye anatamani iwe hivyo, ama mtazamo wake. Labda tuwasikie pia na mashabiki hapa, na umesema tuwaulize pia hata mashabiki wa Yanga ambao wanaweza wakatoa majibu mazuri, naye akasaidia pia kwa maendeleo ya soka la Tanzania. Ila gazeti la michezo ambalo limebaki hapa ni moja tu la Mwanaspoti ambalo, uh, awali wakati unaanza Filipo, ulilipitia ukisema ya kwamba weekend ya moto E, Mfaransa apiga mkwara ya saka rekodi mashabiki Simba. Mm, e, ni miongoni mwa habari ambazo zipo hapa, picha zipo. Kuna picha ya inaonesha ni Yanga na baadhi ya wachezaji wa Yanga huko upande wa kulia, lakini huku kwa upande wa e, tuseme kushoto mwa gazeti hili e, bila shaka hawa ni yes, Singida Black Stars. Hii e, ni jezi ya Singida Black Stars ambao wote leo wapo uwanjani Young Africans majira ya saa kumi na moja Eh, watacheza hii ni kombe eh, ligi ya mabingwa Afrika, hawa Singida Black Stars ni eh, kombe la shirikisho barani Afrika. Hayo ni miongoni mwa mambo ambayo yapo na ni kweli, weekend ya moto kweli kweli. Lakini pia kuna dabi ya kule Hispania kule, Atletico Madrid na Real Madrid. Bonge la dabi hilo hapo. Kwa hivyo tuzungumze kwanza na soka letu kwanza la nyumbani hapa. Bwana huyu, bwana wakati natambulisha yeye anatabasamu huko kubwa kweli kweli bwana. Kwa umo bwana. Eh. Unaendeleaje? Anaelewa vizuri. Unaitwa nani? Mimi naitwa Dominic James. Unafahamu kwamba Simba Sports kocha ameondoka pale Fadlu Davids na sasa hivi timu imeshikwa uh, na Suleiman Matola ama Suleiman Matola, lakini pia yupo uh, Hemedi Suleman uh, maarufu tumezoea kumwita Moroko. Uh, hawa kwa maana Moroko huyu ni kocha wa muda tu kwa ajili ya kuisaidia Simba Sports kwa ajili ya mchezo wa kesho wa ligi ya mabingwa, lakini Simba inatafuta kocha. Unafikiri ni kocha wa aina gani mwenye sifa zipi anatakiwa kuwepo pale Simba Sports. Eh uh, kocha ambaye atakuja wa, wa, watafuta kocha wenye viwango. Eh, wenye viwango wa bebezi sio wa kutafuta kocha ambao hawana viwango, tatizo ndio linapokuja hapo. Kuta nani ndio yeye? Kuta hivyo. Naitwa nani? Naitwa Elias Tonyaruke. Wewe shabiki wa timu gani? Ya Yanga. Young Africans ndio. Simba Sports kocha hayupo pale. Fadlu Davids ameondoka. Unafikiri kocha mwenye sifa za aina gani anatakiwa kuwepo pale Simba Sports? Kwanza kocha kwa anatakiwa sifa zote za ufundishaji wa mpira ili timu iweze kufanya vizuri. Sawa, shabiki wa Simba wapi? Kuna watu wanasema angalenga kocha kocha kocha, yupo wapi? Shabiki wa Simba, hebu sogea hapa, sogea kwanza. Bwana, mambo vipi? Salama kabisa. Upo vizuri? Kwema kabisa. Tuambie, ni kocha wa sifa gani anatakiwa kuwepo pale Simba Sports? Kwanza Simba kama walivyosema wenyewe kwamba wana mipango ya muda mrefu ya ku timu yao ili ifike kimataifa. mi... shabiki wa Simba hii haya mi... mambo ni... eh, ya mipango ya Simba Moto, miaka miwili mitatu hawezi kufanya lolote kufika makundi wa, wape, makocha, kama, na kuisha makocha kama mipango goli ya muda mrefu, makocha wazawa waamini, timu itafika katika mafanikio. Wanawaleta ah, wazungu, wenyewe wanatufikisha wapi? Wanapotufikisha ni kule kule ambapo kila siku tunafika. Unamtaka kocha mzawa? Apewe timu Matola wampe Moroko, hiyo timu wamrudia tena paza sauti hapa. Unataka kocha gani? Apewe mzawa, apewe Moroko, apewe, apewe Matola, wampe muda. Unaona kwa sababu wazungu wanawaleta hawatufikishi popote. Wanafika kule kule ambapo wanapoishia kila siku. Ni swala hapa ni kuwaamini tu. Kama wenzetu huko wanaweza kuwaamini makocha wao ndani, kwa nini sisi tunashindwa kuwaamini? Tunafika mpaka fainali kipindi kile mwaka 94 sio? Katufikisha 93 walikopa mzungu yule alikopo kingi Kibadeni Mputa. Eh, kwa hiyo cha msingi zaidi ni kuamini tu makocha wa zawa basi. Kuamini makocha wa zawa na wape tuwape nafasi vile wachezaji wetu vijana humu ndani. Simba Sports, uh -huh. Hey. <laughs> Hebu twende, kocha wa aina gani awepo pale? Kocha wa aina gani? Kocha mwenye uwezo mkubwa. Sawa. Kama mtu kocha Mzawa. Wewe unataka Mzawa? Yeah. Hivi pale kuna Seleman Matola lakini hebu nyosha maneno sasa hapa. Unataka Mgunda pale? Unamtaka Mgunda? Au Julio awe, na awe, na yeah, awe, awe, na? awe? awe kocha mkuu au msaidizi? Msaidizi pale. Awe, awe na nani? awe, na Matola awe, Matola awe pale, Matola kocha mkuu pale, mla, mla, mla, pale, msaidizi. Sawa, sawa. Leo tunazungumza mustakabali wa mpira wa Tanzania, sasa tunataka tujue, Simba unafahamu, haina kocha pale, si ndio bwana? Unafikiri kocha mwenye sifa gani anastahili kuwa pale? Kwa uchache tu kidogo tukimbizane na muda. Ah, uh, kocha hapatikani wa kigeni. Na huyo kocha kigeni aje na benchi lake lote la ufundi. Kwa nini aje na benchi lake la ufundi? Eh, kwa sababu wao wanakuwa wanajuana. Gamondi alipokuja Yanga, alikuja na msaidizi wake. Ameenda Singida, amekwenda na msaidizi wake. Ibenge kaenda Azam, kaja na benchi lake lote. Kwa hiyo kama Simba nataka kufanya mambo yao vizuri, benchi yetu iliotoe. Kocha anayekuja aije na benchi lake lote, ampe uhuru afanye kazi, Simba itafika mbali. Unaitwa nani? Joseph. <muchas>